Biblia inasema usipomsamehe mtu kwa kosa la namna yoyote ambalo alikufanyia, haijalishi ulifanyiwa kitu gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Haijalishi alikufanyia nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Usipomsamehe ni tatizo kwako, yeye yule wewe hana shida Usipomsamehe wewe ni tatizo kwako. Bwana Yesu atusaidie sana. Uzuri wa hili andiko halijasema dhambi ya aina fulani, limekwambia usipowasamehe watu makosa yao. Watu wa aina gani? Aina zote. Makosa ya aina gani? Aina yote. Sijui unaweza ukaelewa baba yako wa mbinguni naye hata kusamehe hayo. Bwana Yesu asema haya, sio maneno yangu, ni maneno ya Biblia. Sasa ni watu wangapi hapa duniani hawasamehi? Ulishakaa ukajisuuliza hicho kitu? Ni watu wangapi hapa duniani wana roho ya kutokusamehe, na wamejaa katika nyumba za ibada na wanaomba kila siku lakini hawajawahi kusamehe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema Yesu nisaidie na mimi sema, e Bwana Yesu, ninaomba damu yako ya utakaso ikaniweshe leo, ikanisafishe leo. Sema e Bwana Yesu, damu yako takatifu ikaniondolee leo kila aina ya ubaya ya kwa damu yako Yesu Amen. Ni watu wangapi hapa duniani hawasamei? Unaweza ukaelewa hicho kitu, unaweza ukasoma hivi kiwepesi sana, yaani unapitia haya maandiko unaona ni wepesi sana ni watu wangapi duniani wameshindwa kusamehe. Kwa hiyo ukiliangalia ili andiko unaweza ukafikiri ni jepesi mno, lakini ukitaka kulitafakari na kujiuliza, hapo wewe mwenyewe tu unashindwa kusamehe, ni wangapi huko duniani hawajasamehe? Na ukiangalia unaona ni kama neno jepesi lakini amesema kama hawa watu watasamehe, hata Baba yangu wa mbinguni hata wasamehe. Hajastaja ni watu wa aina gani, hajastaja ni kosa la namna gani. Kwa maana yake ni mtu wa aina yoyote, ni kosa la aina yoyote. Bwana Yesu tusaidie sana Bwana Yesu tusebisa. Ukiangalia tu namna hii unaweza ukalisoma kwa wepesi sana, lakini ukijikagua wewe halafu ukafikiria na kupanua wigo, wakasema ni watu wangapi huku duniani ambao hawajawahi kusamehe? Na wee ni shuhuda kabisa. Kuna wengine wanasema hata mimi nikifa huyu asije kunizika kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana Atasaidia. Sasa usiposamee, hiyo shida ni ya kwako wewe na Mungu. Bwana Yesu atasaidia. Kwa hiyo maanake nini hapo? kama ni una kifungo, una kifungo cha maisha, na unaongeza tatizo, unajiwekea gepo kubwa tena na Mwenyezi Mungu, na ndio maana watu wengi wanaomba hawapati matokeo wanayoyataka, kwa sababu hawajui andiko na uweza wa nguvu za Mungu. Bwana Yesu atusaidie, sema amina na utabarikiwa. Lakini kama unajua maandiko na unaamua kuokoka na kubadilika na ukakutana na kitu kama hichi, huwezi ukakichukulia kwa wepesi. Bwana Yesu, amina na utabarikiwa. Huwezi ukachukua jambo hili kwa wepesi kabisa. Inawezekana kutokusamehe kwako kunazuia uvya Mungu kukubariki kwenye maisha yako kwa wakati ambao unatakiwa wa Mungu na wa kwako. Bwana Yesu atusaidiza hicho kitu lazima uelewe. Watu ambao wameshindwa kuachilia ni wengi.